Kwanza ni kuweka mkazo zaidi katika kuimarisha uwezo wa ukusanyaji na usimamizi wa mapato ya ndani. Kwa lugha ya kigeni, we need to be more vigorous in strengthening capacity for domestic revenue collection and management. Lakini jambo la pili, tunahitaji kuongeza jitihada katika kuboresha mfumo wa kodi ambao utahakikisha usawa na kuondokana na misamaha ya kodi isiyo na tija. Kwa hiyo we have to work more on tax reforms in order to ensure tax harmonization and move away from tax exemptions, concessions and holidays. Lakini jambo la tatu ni kutoa vivutio vya kutosha kwa mawakala na taasisi za kukusanya kodi ili kukabiliana na vitendo vya rushwa. Lakini jambo la nne tunahitaji kukuza matumizi ya tehama katika ukusanyaji wa kodi na uwekaji wa akiba. Lazima katika eneo hili tuongeze msukumo katika matumizi ya EFD. Jambo la tano ni muhimu kutekeleza mikakati ya makusudi ya kupunguza na hatimaye kuondokana na utegemezi wa misaada kutoka nje lakini pia muhimu, lazima tuendelee kuboresha mazingira ya biashara ili kukuza uwekezaji.